Baada ya sakata la Ibra pamoja na Harmonize kwenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii, baraza la sanaa la Taifa BASATA limeweza kuingilia kati e, mgogoro wao Harmonize pamoja na Ibra. Inafahamika pia kwa upande wa Ibra aliweza kutangaza kwa umma kwamba Harmonize anataka bilioni moja ili mradi sasa e, aweze kutoka pale Konde Gang baada ya kuonekana kabisa kwamba hawako sawa na CEO wake ambaye ni Harmonize. Lakini mbali na hapo, ilionekana kabisa kwamba kuna maneno ya vijembe ambavyo vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii hata pia kwa upande wa Harmonize alionekana kabisa kutumia lugha ambayo e, siyo rasmi. Aliweza kutumia lugha ya matusi ambayo lugha hiyo pengine ndo inaweza ikawa ndo sababu yake yeye e, Harmonize kuweza kuitwa na baraza la sanaa la taifa Basata. So siku ya leo moja kwa moja Harmonize pamoja na Ibra watakaa meza moja na Basata wao wataweza pengine kusuluhisha na tutajua mustakabali wao unaenda vipi. So make sure drop comment yako kwenye comment hapo kutupa mtazamo wako, lakini leo ndio siku ambao E, baraza la sanaa BASATA wamewaita wafike ofisini. Wataweza kusuluhisha jambo lao, au kuna kitu kingine ambacho kitaendelea, tutazidi kukujuza. Sisi ni sosa online digital. Until next time, bye bye.